Swala la kutoa kandarasi za utendakazi wa walimu limekuwa likiibua hisi ya mseto huku vyama vya walimu vikiitaka TSC tupilie mbali wazo hilo. Katibu mkuu wa chama cha Kuppet Akelo Misori anasema kuwa licha ya kuwa TSC inasisitizia swala hilo, walimu wangali wanakumbwa na changamoto kadhaa ikiwemo idadi ndogo ya walimu katika shule za umma, kucheleweshwa kwa fedha za elimu, pamoja na changamoto zingine zinazotatiza utendakazi wao contracting, then it is not suzerainty of the contract. The covenant must not be delivered as if it is God passing human na si hayo tu. Akelo analalamikia udogo wa madarasa ambayo hayawezi kukimu idadi kubwa ya wanafunzi katika shule za umma is teacher, What the Teacher Chama cha Kuppet kimeshikilia kuwa kamwe hakitakubali walimu kutia sahihi mkataba huo wa kutoa kandarasi za utendakazi wa walimu hadi pale watakapofanya mazungumzo na TSC. They will just see the fire that that we have and the the, the means by which we will reject it. Kuhusu viwango vya elimu vinavyotolewa kwa wanafunzi currently we are having a serious aging pattern of teachers. Majority of the teachers in schools today are either 45 and above. How do you address the issues of quality with people whose heads are already set on retirement? We must be concerned have in. Wakati huohuo huo, mbunge wa Mbere Kaskazini, Muriuki Njagagwa, amesema kuwa kamati ya bunge kuhusu elimu inaendelea kufanya mikakati ya kubadilisha mfumo wa elimu kutoka kwa mfumo wa sasa wa 844 utakuwa na sasa, ile mfumo itakuwa inaitwa 6-2-2-4 watoto watakuwa wanaenda mpaka class 6 kutoka hapo wanafanya kama mtihani sio ya kuanguka, ni ya kuwapima akili kidogo, alafu wanaenda junior secondary school, wanaenda form 1 and form 2, alafu wana, kutoka hapo wanaenda senior secondary school, kutoka form 3 mpaka form 4, alafu mtu anaelekea university miaka 4. Mfumo huu unatarajia kutekelezwa wakati wowote mwaka huu. Diana Kendi, QTV.